Mbele ya hakimu mkazi wa mahakama hiyo ya mwanzo ya Morogoro mheshimiwa Beata Richard imedaiwa na upande wa mashtaka chini ya mrakibu msaidizi wa polisi ASP Geoffrey Karugendo ambaye ni mkuu wa operesheni ya polisi wilaya ya Morogoro kuwa watumiwa hao kumi na nne kati ya kumi na tano wanadaiwa kuwa mnamo Aprili mosi mwaka huu, majira ya saa tisa mchana, huko Kihonda Azimio walijifanya maafisa wenye mamlaka ya kazi na kuwakusanya vijana 48 kutoka maeneo mbalimbali nchini na kujipatia pesa huku wakijua kufanya hivyo ni kosa kisheria. Shauri hilo lililotajwa kwa mara ya kwanza na kuanza kusikilizwa hadi majira ya saa kumi na moja jioni upande wa mashtaka umewasilisha vielelezo vitatu ikiwemo daftari ndogo mbili maarufu kama notebook na kitini kimoja kinachoitwa milionea papo hapo kilichotajwa kutumika na viongozi kuwashawishi vijana. Aidha, mahakama imemsikiliza shahidi mmoja wa upande wa mashtaka ambaye ni shangazi wa mmoja wa vijana, Birozi Meri Mtalo, mkazi wa Arusha. Aliambia mahakama kuwa mtoto wao alilipa shilingi laki moja kati ya laki moja na nusu alizotakiwa kutoa ili kuja kufanya mahojiano mjini Morogoro na kupata ajira kwenye hoteli moja, lakini akiwa huko simu yake ikadaiwa ilikuwa haipatikani tena, badala yake ikawa inatumika simu moja tu kuwashawishi wazazi kutoa shilingi milioni tano nukta nane ili kijana wao waliambiwa kuwa amefaulu na wengine wawili zaidi wakaajiriwe nchini Dubai kwa ujira wa shilingi milioni mbili kwa mwezi na wengine watatu wakiahidiwa kupelekwa Malaysia, lakini waliposhtukia na kuanza kusuasua kulipa fedha huku wakiwasiliana na polisi kwa msaada zaidi, waliambiwa ni lazima walipe asilimia tisini ya fedha zilizotakiwa kutokana na kuchelewa kwa kijana wao, na angepatiwa kazi Nairobi na sio Dubai tena. Washtakiwa hao kumi na nne wakiwemo mabinti watano na wanaume tisa, wamekaa na mashtaka na dhamana yao kuwa wazi kwa masharti ya kila mmoja kuwa na dhamana ya shilingi laki tano mdhamini mmoja mwenye barua ya afisa mtendaji wa kijiji au mtaa na afisa mtendaji wa kata na kitambulisho cha NIDA.